Kama mnavyofahamu kwamba tumepata mtikisiko kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, ukame. Sasa mtambo wetu wa Ruvu chini kule, maji kwa kina hapo machache, lakini kupitia Wami Ruvu, bonde la Wami Ruvu na wadau wote wote wa sekta ya maji, maelekezo ambayo tulitoa na Mheshimiwa Rais ambayo ya kwake yako wazi, tushirikishe wananchi kwa maana ya jamii, tutafanikiwa Kweli tumewashirikisha, mmetusaidia, ndio tunaona namna mlivyoziba mto urudi katika hali yake. Tujipigie makofi mengi sana kwa hiyo, niwapongeze na niwatakie kila la heri. Wizara ya maji ipo pamoja na nyinyi. Kwa kweli mimi nimefurahi, nimefurahi kutokana na kazi ambayo mmeifanya. Kwa hiyo mimi nikuelekeze, ndugu yangu Mas, kesho nadhani mtaendelea na kazi. Tafuta milioni kumi popote, wapatie hao wa mabwana. ambayo Raisi Daktai Samia Suruasa ni sadaka yetu ambayo maelekezo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi ambayo mmeonyesha. Makamanda oye! Makamanda safi! Safi, tunajua kabisa maji ni uhai, naelewa vizuri mtu asipopata maji maanake utapoteza uhai. Sio watu wa Dar es Salaam, watu wa Pwani, nyinyi wenyewe na hata hao wa huko. Tumefanya mawasiliano na wenzetu wa utabiri wa hali ya hewa, wamesema wiki ya pili ya mwezi huu wa kumi na mbili mvua zitaanza kunyesha, na kweli leo ni tarehe nane, jana mvua zimeanza, zimeanza kunyesha. Kwa hiyo hali itakuwepo, na hata huu mtiririko mlokuja juzi na tulokuja leo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo tutarudi katika hali yetu kama kawaida na vibali vitakuwepo, lakini hiki ni kipindi tu cha mpito. Kwa hiyo lazima tuwapiganie watu wetu waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Huu ni mpango wa muda mfupi. Mpango thabiti ni nini maana yake? mpango thabiti ni ule wa muda mrefu lakini shirikishi. Naweza mkaja hapa na magreda ma, ma, ma, ma, ma, yenu, lakini jamii haijui chochote. Mgeshirikishana nao, watawaeleza mnelewa vizuri kwamba hivi na hivi mtapata kwa kuanzia. Kwa hiyo ndio maana nikasema, kwa kuwa jamii ipo, tumezungumza nayo, lakini siishie tu katika Wami-Ruvu bonde, tutaongea na uongozi wa wilaya, lakini tutaongea pia na uongozi wa mkoa, kifanyike kikao, mpange mipango Wizara ya Maji. Tupo tayari kwa support ili kuondokana na hii adha ambayo mnapatana nayo. Asanteni sana jamani.